So ladies and gentlemen, kuko hivi, nataka tuongee kitu kimoja hapa kuhusu mpango mzima William Samoei Ruto kujipendekeza kwa mabepari ama rais wa Kenya kujipendekeza kwa wazungu ama kujipendekeza kwa nchi za uzunguni. So mfano um, ambao jana uliweza kujionyesha hadharani kila mtu akaweza kuona na kila mtu akaweza kukashifu ni ule mpango mzima ambapo William Samoei Ruto aliweza kuchukua ndege na kusafiri mpaka zake Italy ili aweze kuenda mpa rambirambi uh, rambirambi zake ama kutoa rambirambi zake kwa yule ambaye alikuwa mkubwa wa Catholic Pope, ambapo alikuwa anazikwa ule mji wa Vatican City ambapo ni kule Rome Italy. So unajua watu wengi watakuwa na ile ya kwamba kwani ni yeye peke yake ndo alienda ama kwani yeye ndo rais peke yake ambaye alienda? Mbona marais wengine pia walienda? Mbona hausemi ya kwamba wale marais wengine ambao walienda kule pia nao vile vile walikuwa wanajipendekeza kwa nchi za uzunguni? So I need to tell you something regarding what happened uh, kwa huyu jamaa uh, William Samuel Ruto. William Samuel Ruto bwana alitoka zake Kenya. Kwenda zake uh, kwa itwaje kule China, ili kwa, mina, m, m, kwa uh, purpose yake yani madhulumu ma yake ni kwamba aende akaeke saini ama akaeke signatures zinavyosema uh, uh, kwa miswada ama kwa mipango ambayo yeye mwenyewe alikuwa ako nayo, na moja ya mipango ambayo alikuwa amemfanya ende zake China ni kukopa pesa ama kukopa fedha ambazo zitasaidia kuja kuelekeza ama kuja kuelekeza uh, ule ujenzi wa SGR ile, ile gari ya train ile train ile tnahitaji gari ya moshi, magari gani hiyo? SGR ya Kenya ile anasema anataka ai-expand I ifike mpaka call Malaba huko Kisumu, iende paka eldore chuko so akona Kenya haina hizo pesa kwa sasa, ama Kenya haijafika kile kiwango cha kwamba inaweza ikatumia pesa zake mwenyewe, ili kuelekeza ule msaada. Hivyo basi, akaona ni bora kwake yeye aende zake China, ili aweze kusaini mkataba pamoja na China, ili aweze kuchukua mkopo aulete utengeneze ile tren, pamoja na mambo mengine ambayo yeye mwenyewe yajua na yeye mwenyewe ameyasema. Na hakwenda peke yake, kiukweli, alibebana na baadhi ya watu ambao ni viongozi wa kwenye serikali. Tulimuona kama Mudavadi bile bile, alikuwa pale pia vile vile, tukamwona ambaye alikuwa kaka yake Raila Amolo Odinga pia alikuwa kwenye yule msafara pia vile vile, na bado vilevile vile pia akawa na watu ambao wamemzunguka kwenye cabinet yake ya Kenya Kwanza ambao alisafiri nao kwa minajili ya kushuhudia ule mkataba ambao atausaini. So kila mtu alikuwa yajuwazi kabisa, jamaa tenda zake China, kutoka zake China atarudi zake Kenya ama ile kikosi kizima ambacho aliungana nacho ili kwenda zake China atarudi nacho Kenya. Kwa sababu gani tulijua hivyo? Kwa sababu huyu jamaa alipiana information, kwa ambaye ni mkubwa ama kwa ambaye ni kiongozi wa bunge Kenya, yani spika wa bunge la Kenya alipewa mwongozo ama alipewa direction ama alipewa amri na William Samuel Ruto kama rais wake, na kuambiwa kwamba e, bana wewe utasafiri uende zako Rome, Italy ili uende ukanirepresent kwa sababu mimi nimeshikwa na shughuli nyingi sahihi, siwezi kutoka China kwenda zangu kwenda zangu Italy ili kuenda shuhudia ino mazishi ya huyu jamaa ambaye anaitwa Pope. Kiukweli yule ambaye alikuwa a, ambaye yuko alikuwa sahi, si alikuwa because he's uh, he's still there, ambaye ni huyu anajita wetangula Moses Wetangula aliweza kuabiri ndege kutoka Kenya kwa sababu amepewa amri na rais wake ama mkubwa wake ama bosi wake, akaabiri ndege kutoka Kenya mpaka zake Italy, kwa minajili ya kuenda kumrepresent uh, rais wake ama bosi wake, kule kwa ile send off ya yule jamaa ambaye alikuwa amefariki, mkubwa wa Catholic that is Pope. Lakini kitu ambacho kashangaza kikashangazwa Kenya ni kwamba baada ya kwamba huyu jamaa ambaye ni William Samuel Ruto kule China atoke kule arudi zake nyumbani, alitoka kule na yeye pia vilevile akaenda wapi? Akenda zake Italy, so people, watu walikuwa kwenye mjadala jana anajiuliza, each and everyone was like asking himself: ila inakuwaje huyu jamaa jamaa alimtuma alimtuma alimtuma huyu alimtuma, al alimtuma ambaye ni kiongozi wa bunge nchini Kenya aende akamrepresent, yani aka, akasimame kwa ajili yake of which ni sawa sawa kabisa because that is a, our, it's like a sign of national assembly, it's okay, it's okay, it's a sign, pia ni ile ya kwamba Kenya imekuwa represented pale of which ni yule Moses Wetangula ambapo Moses Wetangula ni mkubwa ambaye anashikilia bunge Kenya, of which haina shida kabisa kwa sawa, lakini shida inakuja pale ambapo mtu ambaye amemtuma enda kumrepresent, mwisho wa siku yule ambaye amemtuma aenda kumrepresent, yeye pia vilevile vile anajitokeza na kufuata nasemaje ule, uh, ule, uh, kufuata ule mwenendo pia naye pamoja na timu yake nzima ambayo ilikuwa ama alikuwa ako nayo kule uh, China kwa minajili ya kuchukua hino mikopo ama kwa minajili ya kusaini hino mikopo yote, so people were asking themselves, ni kitu gani ambacho kinaendelea? Kwa nini basi asinge achana na Moses Wetangula akaamua akaenda zake mwenyewe? Kuna, kuna lazima gani yeye sasa hii akwamba aende akajionyeshe kule na some of the pictures ambao ziliweza kusambazwa jana, sio mimi, I'm talking this on behalf of the people ambao walienda kwenye comment section jana na kuangazia hizo zote, baada ya kwamba you know, information imetolewa kwa national television jana, a lot of Kenyans walienda pale chini kwenye comments na wakaenda kukashifu. Automatically tunajua kwamba Wakenya wakianza kukashifu kitu hujue kimeuma cha ukweli ukweli, na wakianza kupenda kitu hujue wamekipenda ki cha ukweli ukweli yani husema kwamba Kenya shida ni viongozi, shida sio wananchi. Wananchi they are very okay, some of the wananchi, some of them, wallahi they are very okay. Very okay. Na mimi nasema oh, sometime mkenya ako na ile akili ya kwamba anaweza, anaweza fikiria akasema, mimi ila ingepata pesa ningefanya a b c d kikasaidia huyu na huyu na huyu na huyu. Lakini sasa, yule ambaye anafikira hizo, ndo zile pesa hazipati alafu napata yule ambaye anapata pesa nyingi zile pesa anafikiria upumbavu wa kufanya upumbavu bila kufikiria kusaidia watu yani it's, uh, ni, ni vitu vya kushangaza sana. So, ladies and gentlemen, I just wanted to show you how these people were like criticizing William Samuel Ruto kwa sababu ameenda zake kule na ku, ameonekana kambe kama alikuwa ameenda ili ajipendekeze ama ajionyeshe kwa wale ambao tunawaita mabepara ama kwa wale ambao tunaita viongozi wa duniani ambao wako na more powers of which, uh, watu walikuwa wanasema kwamba mbona asikuwe kama uh, Ibrahim Traore ambaye uh, Ibrahim Traore sasa hivi ameanza juu chini kung'ang'ana ili ku make sure ya kwamba uh, ile nchi yake uh, nchi yake imekuwa na muongozo kamili na wamejitegemea na zile rasilimali rasilimali ambazo ziko kwa ile ile nchi yao bila kutegemea mzungu kwa sababu mzungu mwenyewe sasa anampiga vita huyu Traore kwa sababu ame... ile, mi... ile mianya ambayo ilikuwa iko ya yeye kujaiba ama ya yeye kujafanyia vitu vibaya kwa awa, wananchi wa nchi ya Traore imezibwa, imezibwazibwa yote. Sasa mzungu sasa wanapiga vita ili aidha wamwondoe ama wananchi waende kwa demonstration ili wamuondoe ama wammalize kwa kumuua kabisa, lakini Mwenyezi Mungu ni nani naye? Pia kila mitego ambayo ataipanga ama kila mitego ambayo ataitega huwa inateguka, wakati Traore yuko salama, yuko mzima, akaona watu wake ambao namgani, na mwisho na wa siku kuna yule Mwenyezi Mungu pia ambaye alimweka Traore duniani na anajua sababu gani ambayo alimleta duniani. <coughs>